Kuna utapeli ambao kwamba umekithiri katika mitandao ya kijamii hasa hasa kwenye TikTok. Kuna watu ambao kwamba wanajitokeza kuwa ni waganga, kuwa ni wajuzi wa mambo, ni matabibu kwa lugha nyingine, na mandhari yao ni mandhari ya kuwa ni Waislamu, imma walivyovalia ama baadhi ya maneno ambayo kwamba wanayatamka ama majina yao. Mwanzo kabisa, natoa nasaha, tahadharini na watu kama hawa. Uislamu uko mbali na uganga, Uislamu uko mbali na hatua kama hizi. Na wasokuwa waislamu tunawaambia Uislamu hauko kabisa na mambo kama haya, hata yakifanywa na baadhi wanaonekana kuwa ni waislamu kuna uislamu na waislamu hatuwezi hukumu uislamu kwa makosa ya waislamu utawashuhudia katika mandhari yao katika e, walivyovalia nguo walizozivalia ima rangi nyekundu ama rangi nyeusi na vitu ambavyo kwamba vimewazingira na lugha ambazo kwamba wanazitamka Si makosa kujitibu na maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Qur'an, lakini kuna baadhi ya watu wametumia maneno ya Qur'ani sehemu kudanganya kuwa tunatumia Qur'ani, lakini wana mambo ambayo kwamba wameyaficha nyuma ya Qur'ani. Tutahadharini kuwajia watu kama hawa. Mtume wako anasema sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina layla, yote ambaye kwamba atamjia mganga ama mtu mwenye kutabiri mambo akamuuliza jambo, basi swala zake hazikubaliwi kwa muda wa siku 40. Tutahadharini, huu mlango ni mlango wa hatari, ni mlango wa ushirikina. Na namna walivyokosa haya, ashasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, in, in lam tastahi fasna'a ma shi'ta, ikiwa hutakuwa na haya fanya utakavyo. Na leo hii walipokosa haya wanakuja live katika mitandao ya TikTok, wanakuja na vitu zao, wengine wamebeba majoka kwenye shingo kuonyesha ushujaa wake katika shughuli zake ama katika kazi zake. Uislamu uko mbali na mambo kama haya. Waislamu, tahadharini kubisha milango kama hii. Na wasokuwa waislamu, jueni, Uislamu uko mbali na mambo kama haya, hata yakifanywa na baadhi ya wale wanaojinasibisha au wanaojiita kuwa ni Waislamu.